lakini uh, kama watu wengine utulioko nje, nimekuwa naona tu hizi kwenye mitandao barua na nini, ila ni detail zote sina hmm. Kikubwa ninachoweza kusema uh, Yanga na TFF kwenye hii transaction, hiyo pesa ya zawadi na vitu kama hivyo, weza ilikuwa natakiwa kukatwa ukuto kukatwa kimahesabu Uh, swala la kukata hela ya mtu wanasema jukwajue mm, itategemeana na makubaliano mtakayokubaliana nyi wawili, sawa? mm -hmm. Uh, ninaweza ni, nikaiongelea kwenye kwenye urahisi uh, transaction ya urahisi zaidi ili watu waweze kuelewa kwa mm, mfano mm, mimi hapa ni muuzaji, sawa? na wewe ni mnunuzi wa bidhaa yangu, nachukulia tu mfano huo. Na wewe pia ni muuzaji wa bidhaa ambayo mimi pia ni mnunuzi, umenielewa? Hmm. Ndio inatokea kwamba mimi nimekuuzia wewe bidhaa yangu, na wewe umeniuzia pia bidhaa yako kiuhasibu, siwezi tu hizo transaction nikazifuta tu juu kwa juu mm, sawa, siwezi kuzivuta juu kwa juu. Kwa hiyo kama nimekuuzia kitu, inamaanisha mimi itabidi niweke kwenye vitabu vyangu kwamba nimefanya mauzo kuja kwako na ninakudai sawa, mm -hmm. na kama nimenunua kitu kutoka kwako itabidi niweke kwamba nimetum kuna hela na daiwa na wewe kwa ajili ya matumizi ya kitu fulani ambacho nimefanyaje nimenunua, kwenye vitabu. Hilo halipingiki. Kwa hiyo hata kama natakiwa kutoa invoice kukupa wewe, itabidi nikupe invoice na wewe unipe nini, invoice hmm. Linapokuja swala la mimi kulipwa na wewe na mimi, na, na mimi kukulipa wewe, kwenye kwenye level ya malipo sasa, hmm. Tunaweza tukaandikiana kwa maandishi au kimkataba kwamba bwana eh lile deni unalonidai mimi naomba liwe settled off against deni nalokudai wewe, sawa. mm -hmm. Ambalo mwisho wa siku kama nakudai kumi, nitaenda nitafuta against deni hilo ambalo wewe unanidai. Labda wewe unaweza mdai kumi mm. na tano, mimi nakudai kumi, inamaanisha hata utafuta hiyo kumi yangu kwenye kumi na tano, mimi nitakuja nikulipa 15 kumi na tano iliyofanyaje Hmm. Lakini hiyo ni makubaliano ya pembeni, haya hayabadilishi namna uhasibu unavyotakiwa kufanyika. Uhasibu utabaki vile vile, kama anatakiwa ni kupe, ni kupe invoice itabidi nikupe hmm, na wewe utanipa invoice huduma, wewe utapokea na mimi huduma nitapokea, lakini kwenye swala la malipo hmm, sasa hiyo ni makubaliano yenu. Sasa uh, hapa kwenye kwenye kwenye hili uh, mm -hmm. TFF wanadai kwamba Yanga waliwasilisha barua kwamba fedha uh, za, zao za ubingwa zikatwe. Eh, zikatwe kwenye madeni ambayo wanawadai si ndio? Yes. Na dio, TFF wameeleza kwamba kumekuwa na taarifa ya maandishi kutoka Young Africans ya sasa, ya kusema wakatwe wakatwe. Sasa kuna mengi yanazungumzwa mm. Je, TFF ilipaswa fedha hizo ziingize kwenye akaunti ya Yanga kwa ajili ya makato ya TRA ama kwa sababu kumekuwa na taarifa hiyo, kunakuwa hakuna haja pia ya pesa kuingizwa huko? Uh, pesa pesa, kwa mfano tuchukulie kama pesa ilikuwa subjected to tax. Mm. Sawa. Kama ilikuwa ilikuwa subject to tax, yule anayesema kwamba kwa mfano TFF alikuwa anatakiwa amtumie Yanga, pesa yake. Mm. Na katika hiyo pesa kulikuwa na kodi. Mm. Sawa. Ndio. Ni jukumu la TFF kuhakikisha kwamba ile elementi ya kikodi anaipata Yanga na inafikishwa eneo husika. Mm -hmm. Hapa inakuwaje? Sasa, eh, na sasa chukulia kwa mfano sielewi zawadi iliyokuwa inatakiwa kutolewa ngapi? mfano milioni hamsini na, milioni hamsini mm -hmm. sawa, eh? mm -hmm. na tuchukulie kwa mfano katika ile milioni hamsini ambayo wanapokea Yanga, kumbuka kwa upande wa Yanga ile ni ni, income. ni revenue. Sawa. mm -hmm. au wengine wanasema mapato na Yanga kama yuko registered kwa kodi kwa mfano ya VAT ambayo naamini wako registered. Mm. Sawa Mm. hela ile wanaoipokea itakuwa subject to VAT, inamaanisha Yanga kimu invoice TFF inabidi invoice, invoice milioni hamsini include na element maki milioni hamsini inaweza ikawa ni inclusive of VAT kwamba ina ina ina inakuwa ina na element ya VAT au exclusive haina element ya nini ya VAT. mm. kama ina element ya VAT inamaanisha milioni hamsini part of it itakuwa ni VAT, part of it ndio itakuwa ile net zawadi, sawa. mm-hmm. kwa hiyo kwenye ku kuna ku, ku, ni kusema kwamba hela inafikaje TRA? mm. Yanga atambili TFF milioni hamsini kama kawaida sawa, mm. na TFF kama wamekubaliana na Yanga kwamba kata hela yangu, umenielewa hela mm. hii milioni katika milioni hamsini ambayo anatakiwa kunilipa, kata hela kwa ajili ya yale madeni unaonidai. Sasa ni Yanga ye mwenyewe inabidi atafute sasa chanzo cha pesa cha kupeleka kumlipa TRA ile asilimia ya kumi na nane yake. Lakini TFF, hawezi kulipa on behalf hmm. ya Yanga kwenda kulipa TRA. Kwa hiyo hapo kuwepo na, mba, makubaliano, kuwe na makubaliano. Inamaanisha Yanga angesema labda, kwa mfano tu, nachukulia mfano hmm, hmm. katika ile hela milioni hamsini yetu, chukulie katika ile milioni hamsini yetu, tunaomba mtakachoweza kukata iwe limited, kwenye hela ambayo haichanganywi na kodi. Kile cha kodi tutumieni, ili si tuweze kuipeleka wapi TRA. Kama hakuna hayo maelezo, kama hakuna hayo maelezo, TRA ataenda kumdai Yanga <laughs> kwa sababu ndio anayepokea, na kama hajapokea, hilo sio tatizo la TRA, sio tatizo la TRA. Ndio maana TRA, ukishatoa invoice ambayo ina mm, VAT, aidha umelipwa au haujalipwa, atakudai wewe. Mm. Hata kudai wewe. Hata angaika na yule ambaye alikupatia anatakiwa akupatie ile hela. Mm. Sasa, yani kwamba TRA anakwenda kumdai Yanga. Eh, Yanga ndo atadaiwa? Wala haidai. Anapokea hela. Wala sote TFF. Hawezi wala hawezi kwenda kwenda TFF unless kuna sheria katika Tax Administration, uh, Act, ambayo kuna mazingira ya kitokea kwa mfano, mm. Yanga anaweza aka akawa hana hela, umeelewa? Mm. Hana hela ya kumlipa TRA, lakini kuna watu anawadai, mmojawapo ni TFF. Mm. Anaweza lile deni akaliamisha likaenda TRA, TRA wakaenda kuchukua hela yao TFF. Mm. Yaani, kukiualisia kwa, kwamba hapa hakuna tatizo kama, kama Yanga wamewasilisha barua kwamba tukateni fedha zenu fedha zetu hakuna, hakuna, hakuna tatizo lolote au sio? Kwamba eti sijui, kuna kuna kuna tatizo la kimahesabu limetokea? Hamna tatizo lolote mm. Nyiye makubaliano ya ndani ya namna gani mtalipana, mm. hayaingili utaratibu mwingine mm -hmm. Hayaingili kabisa, zile hesabu zitafanyika mm -hmm. kama kawaida. Kodi ya watu kwa yule anayetakiwa kulipa atailipa. Kodi ya watu kwa namna hiyo hiyo, kodi ambayo kwenye kwenye transaction kama hii ambayo ya Yanga anapokea mm yeye ndo anatakiwa ajui atapata wapi ya kulipa. Kwa hiyo kama kunaweza kukawa na oversight kwa upande wa Yanga, labda cash flow wise walikuwa hawana hela, au walikuwa hawajui kwamba wanatakiwa kulipa kodi, siwezi nikajua, lakini kusema kwamba hili lilikuwa linatakiwa liingie kwenye akaunti mm. sina uhakika. Mi barua naziona tu zinazunguka, sijui kama ni barua kweli za halali, sina uhakika nazo, sijui, naona tu kwenye mitandao lakini kama kweli Yanga walimwandikia ya TFF wakate hmm, hakuna tatizo, yote TFF kukata hiyo hela. Kama alimwandikia kwamba fedha zetu bwana, madeni ambayo tudai tukateni kwenye fedha hizo e, tukate kwenye fedha hizo, hakuna shida, hakuna shida. Kodi inapaswa kulipwa na, na Yanga na Yanga wanatakiwa walipe kodi yoyote inayohusiana na zawadi hiyo. Kwa kama, kama, walipa, kama, kama Yanga wanadai milioni kama mfano, kama Yanga wana, wana, walikuwa wanadai milioni mia nne na hazijaenda kwenye akaunti yao Yanga walipe e, watajua wenyewe, watapata sosi ya revenue wapi ya kulipa hicho kitu. Ndio maana nikakupa mfano rahisi tu kwamba leo hii mimi ndugu yangu ukiniuzia labda jezi, chukulie tu mfano, ukaniuzia jezi shilingi elfu hamsini mm, na hiyo jezi ina kodi humo mm, ile ya VAT. Mm kodi ya ongezeko asilimia kumi na nane mm. ukaniuzia kwa mkopo mm. kwa on credit tunasema, ukaniambia bana bwana Mbwambo, chukua hii jezi utanilipa mwezi ujao, mm. sawa, mm. Lakini kumbuka mwisho wa mwezi unatakiwa ufile return ya mauzo mm. yako, na katika yale kufile return ya VAT return, kuna element ya VAT unaotakiwa kumlipa TRA. Mm. Uwezi ukasema bwana eh, hii hela Bwana Alfani ndio atafanyaje? Bwana Mbwambo atafanyaje? hmm. Atanilipa nije niwaletee, au atakuja kuwalipa nyie direct? hmm. TRA atakuja kudai wewe, ulifanya ulietoa invoice. Sawa, kama Yanga anazungumza kwamba hakukuwa na makubaliano hayo ha, sasa hapo kama hamna makubaliano hiyo, ni kitu kingine ambacho sasa ni effort za Yanga na TFF kudaiana. hmm? Issue ya kodi iko hivi Yanga hakumwambia TFF akate, umenielewa? Mm. TFF akakata, sielewi kwa, kwa kutumia sheria ipi, mkataba upi au maelewano yapi? Mm. Kisheria atakuwa amefanya kosa, mm, kama alikuwa hana makubaliano yoyote, mm, moja kwa moja umemzulumu Yanga. Aje kukata kama hakuna sheria yoyote au kanuni inayo kuruhusu kufanya hivyo? Basi mimi ni kushukuru sana kwenye eneo hili, bila shaka tumepata maelezo mazuri kabisa kutoka kwako na yenye yenye, yenye uelewa mzuri. Uh, bila shaka msikilizaji amefahamu kwa undani kitu, mm. kitu nafikiri kikubwa sana ambacho naweza kusizita, kumalizia ni kwamba kuna uwezekano kuna, kano, kuna details ambazo kwenye public tuna miss ila Yanga na TFF wanazijua hayo makubaliano, kama yalikuwepo au hayakuwepo, ndiyo yanaweza yakadetermine kusema kwamba TFF amefanya sawa au si sawa. Lakini kwenye upande wa uhasibu hauna shida yoyote. Upande wa sheria itategemeana na kama kulikuwa na makubaliano au kanuni za kimashindano na operations za TFF zinawaruhusu kufanya tu kama hicho, uh, kwanza kwa, kwa ninavyojua mikataba ya sponsorship kwa mfano kwenye haya mashindano mkataba ni cheez, n, n, n, aa, ni between CRDB uh, mdhamini na TFF, sawa. Huo ndio mkataba uliopo wa hiyo kudhamini mashindano na zawadi na kila kitu. Upande wa pili kuna vilabu vinavyoshiriki ambayo Yanga ni mmoja wao, sawa. Kwa hiyo CRDB kimkataba Automatically anatakiwa kumpa TFF pesa. Okay. Sawa Dio. Na TFF kwenye hiyo pesa kwa CRDB anatakiwa atoe invoice kwenda CRDB. Okay. Sawa Dio. Atatakiwa kutoa hiyo EFD receipt kwa pesa hiyo inayotoka wapi? Amepokea hela kutoka CRDB. Sawa Dio. Kwenye upande wa TFF na vilabu sawa

Kuna kanuni zinazoongoza mashindano yeah, maana hiyo ndio ino govern hayo mashindano ya CRDB ambayo ni kwa, natarajia mm, kuwe na documentation ambayo inasema mgawanyo wa zawadi hivyo, participation unapata kiasi gani yeah. Eh, kuna kunatakiwa kuwe na hilo andiko hata kama sio mkanani, uh, in form of kanuni mm, kunatakiwa kuwe na hilo andiko somewhere ili kuwe na clarity. Huwezi kwenda kushiriki, mtu hujui unapata kiasi gani, au inakusaidia vipi ya yale mashindano sawa mm. Hayo ni makubaliano ambayo yatakuwepo sasa kati ya anayeongoza hayo mashindano ambayo ni TFF na vilabu. Na hayo ni, na hayo ni mandato, lazima yawepo. In practice wanasema ni best practice, kwa sababu ndugu yangu mm. Yanga kwa mfano anavyoenda kushiriki hayo mashindano, atendaje kushiriki? Hajui chochote kina anachoenda kufanya, hajui taratibu za mashindano, hajui kosti za hayo mashindano, anazikava anazi, vipi? Unless kama walinajitolea am, hamna chochote mnacho mnachopata, ambacho nilikuwa natarajia kutakuwa na maandiko, na kwamba kwa mfano eh, lile uh, nachukulia tu mfano, kuna yale mashindano ya EFL ya nani ya Uingereza yanaitwa nini ile? Carabao Cup. Yeah, nafikiri huwa hakuna participation sikumbuki vizuri, lakini mwishoni huwa kuna zawadi kidogo tu inatolewa nafikiri paundi kama laki moja kwa mshindi mm. Sahihi. Sawa, sawa eh? Saa, saa. Lakini hiyo ni wamekubaliana kati ya anayeandaa mashindano na washiriki mm -hmm. Sawa. Haya, umeshiriki sasa. Tuchukulie Yanga wa kuambiwa wameambiwa, I don't know, sijui walikuwa na makubaliano gani. Ndio maana nachelewa kusema, nashindwa wakati mwingine kuongea kwa upana wake, kwa sababu sina details ya jinsi haya mashindano yalivyokuwa. Oga, Yanga amekuja ameshinda, sawa, anatakiwa apate nini zawadi? Hata sijui kama Yanga anajua, alikuwa anajua zawadi yake ni kiasi gani, au inategemeana na huruma ya TFF, sijui tuasiumu kwamba walikuwa wanajua zawadi yao ni milioni hamsini, sawa. Tuasiumu hivi, wakati wana wameshinda ili wa claim ile pesa yao kutoka TFF, kwa sababu si wako entitled kuipata, wanatakiwa watoe invoice na waandike TFF labda ya kudai kwamba hiyo invoice hapo tunawatumia kwa ajili ya ile pesa yetu ya nini ya zawadi. Sawa eh? Kwa hiyo kwa upande wa hizi wa, wa, wa, wa, wa, taasisi mbili kila mmoja hmm. anatakiwa aishu invoice okay. kuonyesha hayo mapato okay. TFF invoice yake inaenda kwa mdhamini Yanga, inaenda TFF sawa. Sasa linapokuja swala la malipo hayo hmm. ni between Yanga na TFF Aidha walikuwa na makubaliano au walikuwa na makubaliano sasa, hao ni wenyewe ndani, ila mwisho wa siku umeulizia kitu ambacho kinahusu ni mambo ya ukaguzi. Sasa inamaanisha mkaguzi akija kukagua aidha ni wa kikodi au mkaguzi wa kawaida wa mahesabu hmm. atataka aone documentation. Hmm. kwa mfano kwa, kwa TFF na, na mdhamini, mkaguzi akija atataka aone mkataba hmm. walioingia wa sponsorship. Lakini ile invoice aliyoitoa, kwa sababu atataka kujua kikodi mmetekeleza vipi. Je, mliwapa invoice ya RDB walivyokuwa wanapinia pesa au walivyokuwa wanataka kuwapatia pesa? Yenu itatakiwa uwe nayo kama ukutoa, ni tatizo ni tatizo, kwa sababu kiwasibu kuna tatizo au kutoa invoice, lakini kwa upande wa TRA mm, umevunja sheria ya kodi ya mapato kwa sababu hukutoa EFD yeah. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube, Mwandike Digital.